Leo tumeshuhudia utiaji saini wa mikataba kumi ambapo mikataba hii ina thamani ya jumla ya shilingi bilioni moja milioni mia sita arobaini na nne laki tano kumi na moja elfu mia moja hamsini na tatu na senti hamsini au tunaweza kusema bilioni moja, nukta sita nne nne na katika miradi hiyo kumi au mikataba kumi ambayo tumeweza kushuhudia hapa baadhi yao wakisaini. Nimefurahishwa sana na jambo lililotokea hapa linaloonyesha kwamba miradi sita kati ya hiyo kumi imechukuliwa na makundi maalum au vikundi vinavyotokana na makundi maalum ya wanawake, vijana na wazee, na yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 171.08 ambao watafanya kazi ya ujenzi, ukarabati na shughuli mbalimbali kama zilivyoainishwa kwenye mikataba hii. Jambo hili limenifurahisha sana, kuona kwamba makundi maalum kama ilivyowekwa katika sera na sheria zetu kwamba asilimia thelathini ya kazi za ujenzi wa barabara ziende kwenye makundi maalum, hapa nimeona kwa kipande hiki cha kazi cha mikataba kumi. E, mikataba sita imekwenda kwa makundi maalum, maana yake ni kwamba asilimia sitini ya kazi tulizoshuhudia leo zikisainiwa hapa zimekwenda kwa vikundi vinavyotokana na makundi haya maalum. Miradi hii imegusa halmashauri zote tano na ni miradi ambayo inakwenda kutekelezwa ikiwa ni matengenezo ya sehemu korofi, marekebisho ya makalavati mbalimbali, matengenezo ya muda mfupi na muda maalum matengenezo ya mifereji makaravati na kadhalika kwa jinsi ilivyotajwa na meneja wetu e, wa TARURA mkoa wa Katavi, lakini pia inakwenda kutuhakikishia usalama hata wakati huu wa kipindi cha msimu wa mvua, kuona kwamba maeneo korofi ya barabara, mifereji na makaravati yatakwenda kutazamwa kwa undani kabisa, kukarabatiwa uh, ndani ya muda husika na, mana, na kwa maana hiyo kuepusha adha kwa wananchi wetu ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Hili ni jambo zuri sana na limekuja wakati muafaka kuhakikisha kwamba barabara zetu hazikatiki hata kipindi cha mvua za masika ambacho sasa kimeanza. Mimi niendelee kuwashukuru na kuwapongeza sana wote wanaosimamia kazi hizi na kuwataka TARURA kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba ujenzi au ukarabati au matengenezo yoyote yanayohitajika kutokana na mikataba hii lakini na mikataba mingine ambayo imeshawahi kusainiwa ya kazi za barabara hakikisheni mnasimamia uh, kikamilifu na kwa ufanisi na kuhakikisha kwamba standardi zinafikiwa na barabara hizi ziweze kutumika kwa muda mrefu kama ilivyo katika mikataba walioingia. Nitoe wito pia kama ifuatavyo. Jambo la kwanza kwa wakandarasi wote ambao mmesaini <coughs> mikataba hapa leo. Naomba mjisikie fahari kwamba mmeaminiwa. Uchambuzi uliopita katika taratibu za manunuzi umeonyesha kwamba nyie ndio mnaweza kufanya kazi hizi kwa maana mmekidhi vigezo vyote vya kufanya kazi hizi. Naomba msiwe kikwazo katika kuhakikisha kazi hizi zinakamilika kwa muda uliopangwa, zinafanyika katika ubora unaostahili na bila kuchakachua wala bila kuwachelewesha wananchi kuendelea kupata huduma mbalimbali. Nafahamu kwamba mikataba hii yote itahitaji watendakazi au itahitaji wafanyakazi wa levo mbalimbali au wataalamu mbalimbali. Hakikisheni Wanakatavi wengi zaidi mnawapa ajira kulingana na ujuzi wao waweze kufanya kazi na kuhakikisha kwamba mzunguko wa fedha unaendelea kubakia ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Nitoe maelekezo kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao mko hapa, kwa sababu swala hili bado halijafahamika kwa walio wengi ni watake mshirikiane na ofisi za TARURA katika ngazi ya wilaya kuhakikisha kwamba mnatambua makundi ya vijana, wanawake na hata vijana wetu waliomaliza vyuo mbalimbali, wa kike na wa kiume. Tambueni mahali walipo na baada ya kuwatambua, waelimisheni kwa pamoja, wapeni mwongozo, wasimamieni kikamilifu, kuhakikisha wanatengeneza kampuni au vikundi vinavyokubalika kwa ajili ya kupata kazi hizi za ujenzi wa barabara katika miradi hii midogo midogo, na baada ya kufanya hivyo, basi tuwasaidie pia kuwaunganisha na taasisi za kifedha pale ambapo itahitajika kupata fedha kwa ajili ya kuanza kuendesha miradi ambayo watakuwa wameipata serikalini. TARURA Mkoa wa Katavi ilitangaza zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 8.307 kwa mchanganuo ufuatao: kwanza tulikuwa na asilimia sitini ya bajeti ya matengenezo kutoka mfuko wa barabara Road Fund, lakini pia tukatangaza asilimia mia moja ya fedha kutoka serikali kuu kwa maana ya jimbo, lakini pia tukatangaza asilimia sitini ya fedha za tozo ya mafuta ee, kwa maana ya fuel levy. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, TARURA imekamilisha michakato ya ununuzi wa zabuni 10 zenye thamani na shilingi bilioni 1.644 ambayo ni sawa na asilimia sitini kutoka mfuko wa matengenezo. Hili la kuchelewesha kazi, naona ndugu zangu tuende na nani, mkataba wenyewe unavyotaka sasa. Ndugu zangu, wakati huu, kama alivyosema mkuu mkoa, mvua zimeanza, makandarasi naweza kukakutana na matatizo mengi. Kwa hiyo naomba mjitahidi sana kukabiliana na hali hizo.